Habari za uzima, familia yangu. Leo ni siku nyingine ambayo tunapata nafasi ya kuzungumza kuhusu afya zetu, na leo ni maalum zaidi, kwani tunaenda ndani kabisa kwenye safari ya uumbaji. Tutazungumzia hatua za ukuaji wa mtoto akiwa tumboni kuanzia siku ya kutungwa kwa mimba hadi anapofikisha miezi minne. Huu ni wakati ambao sisi wanawake tunakuwa na jukumu kubwa sana, kubeba uhai ndani yetu. Kipindi hiki ni muhimu sana, kwani ndicho kinachoweka msingi wa afya na ukuaji wa mtoto ni kama vile kujenga nyumba, lazima msingi uwe imara. Basi hebu tuungane pamoja, tufungue pazia, tuone mabadiliko yanayotokea kila hatua ya safari hii ya ajabu, safari ya uumbaji. Safari inaanzia hapa, mbegu ya baba inapokutana na yai la mama. Wiki ya kwanza ni gouhaimpe. Katika wiki hizi kiinitete kidogo kinaanza kuchukua umbo, moyo mdogo huanza kupiga, ishara ya uhai. Fikiria, katika wiki tano tu mikono na miguu midogo tayari inaanza kuonekana. Moyo unapiga kwa mpangilio maalum. Sasa tunaweza kuona binadamu kichomoza. Macho, macho, masikio, pua vyote vinaanza kupata nafasi. Ni kama ulimwengu wa ndani unajengwa kwa kasi. Figo, ini, vyote vinaanza kufanya kazi kwa umaarufu. Moto wetu sasa naitwa kijusi, ana urefu wa sentimita tatu na ana uzito wa gramu moja. Chapter 7. Wiki ya tisa, ubongo unakuwa kwa kasi. Kama kompyuta ndogo, ubongo wa mtoto unaendelea kukua na kujiandaa kwa ajili ya maisha. Chapter 8. Wiki ya kumi, tunaweza kumjua. Hatimaye tunaweza kujua kama tunatarajia mtoto wa kiume au wa kike, jinsia inaonekana. Chapter 9. Wiki ya kumi na moja mazoezi ya kwanza. Ingawa bado yuko tumboni, mtoto anaanza kufanya mazoezi ya kupumua kwa kutumia maji yanayomzunguka. Mtoto wetu anazidi kufanana na binadamu.